Huku kubadilika masiku ukatoka mchana, umeuona leo tunao mchana huu, kisha utakuja usiku, utakuja asubuhi, utakuja mchana. Haya mambo ya kubadilika masiku namna hii, hamna mtu ambaye kwamba anaweza kukaa akayazingatia haya mambo isipokuwa ni yule mtu ambaye kwamba mwenye akili, ndio uweza akakaa akafikiria haya, kwamba kuna kitu maalum. Allah anasema kwenye Qur'anul Karim: Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wal nahar la ayatin li ulil albab. Kupindukia haya masiku, mchana asubuhi, mchana asubuhi, Allah analeta asubuhi, anafuta, anaweka mchana. Wa ja'alna al-layla wal nahar ayatayn, Allah bejalia usiku na mchana ni aya zake mbili ya uwepo wake, kisha anautoa usiku, anauingiza mchana na lau kama ataamua au bakishe mchana peke yake, hakuna wa kuleta usiku. Na kama atajalia au lete usiku peke yake, hakuna wa kuleta mchana. Qul araaitum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah yatiikum bi dhiya. Nani atakaoleteni mchana? Nani atakaoleteni usiku kama sio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala?